Daktari Samia kwa umakini wake na umahiri wake na shauku yake ya kutaka kuona mpira wa Tanzania unakaa kwenye ramani ya dunia ametupa ujumbe maalumu wa kumpelekea rais wa shirikisho la Afrika, ndugu yetu Msepe, kuona ya kwamba ujumbe wake huu unafika sawasawa matamanio ya ukuaji wa mpira wa Tanzania, nimeona ni vyema muone ili mjue wa kwamba mimi na katibu mkuu tumebeba ujumbe huu kwa niaba ya taifa la Tanzania kuhakikisha kwamba Tanzania inakaa kwenye ramani ya dunia. Watanzania tunajuana, ukisema kuna ujumbe azima katunga maneno. Ujumbe wenyewe ni huu, umetoka kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumpelekea rais wa shirikisho la Afrika wa mpira wa miguu. Lengo kubwa la Daktari Samia, anataka kila utaalamu kila mbinu kila uzoefu na kila miundombinu iliyotengenezwa Afrika ya michezo ihamia hapa Tanzania, ili kuhakikisha vijana wengi zaidi wanapata ajira na mnyororo wake unakuza uchumi wa Tanzania. Nimesema pale mwanzo ya kwamba Moroko sasa hivi imechukua namba moja kwa utalii Afrika. Moja ya jambo lilofanya Moroko kuchukua namba moja kwa utalii Afrika ni michezo tunao mchango mkubwa wa kutengeneza ajira za Watanzania, lakini pia tunao mchango mkubwa wa kukuza uchumi wa taifa letu la Tanzania.